Tazama anavyosema, vyote vilivyofanyika kwa huyu vilifanyika, vilivyofanyika wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Neno linapo unapolisoma, sio kama gazeti unasoma. Neno la Mungu ambalo lina uwezo na nguvu ndani yake, na yeye anasema vizuri. Pili hapa anasema Uh, ndani yake ndimo kulimokuwamo uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu. Neno la Mungu, Daudi lilijua nguvu yake, aliijua. Tutapata nafasi huko mbele ya kujaribu kutafakari juu ya nguvu ya neno la Mungu, lakini kwa sasa nikupe msingi tu. Uh, tazama Daudi anavyo, anachosema, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Yohana anasema naye eh, neno anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ndugu zangu, neno la Kristo likiwa ndani yako, huna giza lolote. Unaona utukufu na baraka za Bwana. Anasema unamuona Kristo ndani ya neno la Mungu unaona uzima na nuru ikiongoza ikikuongoza katika mapito ya aina zozote. Sisi tumepita kwenye mapito makubwa, lakini tumeona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena, tunapata majibu ya mahitaji yetu ndani ya neno. Kuna kila jibu la hitaji la moyo wako, kuna hitaji la kila mtu. Anasema ndani ya neno unapata faraja unafarijiwa na nguvu ya neno la Mungu. Anasema msaada wa Mungu, zaidi ya mahali popote unapoweza kutafuta msaada. Ndiyo pale Daudi aliposema kwa maneno yake mwenyewe, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Yeye anaona neno la, la Mungu ni msaada mkubwa. Neno ni Mungu mwenyewe aliyejifanya mwanadamu ili awakaribie wanadamu. Mungu hakutaka kuwa mbali na mwanadamu. Neno ni uzima wetu. Neno ni Mungu mwenyewe aliyejifanya mwanadamu ili awakaribie wanadamu. Neno linatusogeza karibu na Mungu, unapolisoma na kulitafakari neno huwa linakusogeza karibu na Mungu na kutupa uzima na faraja tunayoihitaji hata katika mapito mmesikia wiki hii kulikuwa na mzee wa kanisa ambaye amelala tulitumia neno neno ndilo linalotupa faraja ndugu zangu neno la uzima hili ni neno la kutegemea na kutumaini tafsiri ya pili inayotaka nikupe ni ile kutoka katika waraka kwa Waebrania Waebrania sema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. sura ya nne mstari wa kumi na mbili sema tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe chochote Uh, kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini anasema vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake, yeye aliye na mambo yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunapewa u, u, kwa undani kabisa, neno ni Kristo. Maana yake ukiwa na Kristo ndani yako unalo neno la uzima, huna hofu, huna mashaka, huna tashwishi, kwa sababu unalo neno la uzima ndani yako, na yeye mwenyewe anasema neno li hai, lina nguvu. Wacha tuone kidogo mambo anayoyafafanua pale. Hapa tunapata tafsiri kwa upana zaidi, kwa na kwa uzito zaidi pia neno la Mungu li hai ni nafsi. Neno la Mungu li hai, maana yake ni nafsi hai, ni roho ndani yetu. Kwa maana, kwa maneno mengine, neno la Mungu ni uzima na ujumbe unaobeba habari njema ya wokovu na ukombozi wa mwanadamu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Neno limesheheni wa, ma, ma, ma, mambo mazuri, lakini haishii hapo. Anasema neno la Mungu ni nguvu na, na, lina nguvu na ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. ma, ma, Eh, maana yake neno la Mungu lina nguvu na uwezo wa kupenya kwenye nafsi ya mtu na kusababisha uchungu wa mabadiliko, uchungu mkali unaofananishwa na upanga ukatao kuwili, linachoma kama moto. Na mimi namchukua mfano mzuri wa Yeremia. Yeremia, mtumishi wa Mungu, alipokuwa akijaribu kukwepa kazi ya Mungu, halafu akatamani ayache tazama maneno anayosema Yeremia 20 mstari wa tisa anasema nami nikasema, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyo moyoni mwangu anasema, kumekuwa kama moto, kumekuwa kama moto uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka eh kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, sisi tulioitwa tumepewa ujumbe mzito, tumepewa nguvu ya neno, na ni mashahidi. Kuna wakati mchungaji anafika mahali anasema mimi naviacha, mimi natoka, lakini ndani yake anasikia moto. Yeremia anasema ule moto ulienda mpaka kupenya kwenye mifupa kiasi alishindwa kustahimili. Ndugu zangu, tumeitwa kulitumikia neno. Neno ni Kristo aliye hai. Neno lina nguvu na uwezo na mamlaka. Neno hili limebeba ujumbe wa habari njema ya wokovu kwa kila aliaminie. Wakati mwingine huwa tunatamani, tunafika mahali kabisa, mtu anakata tamaa, amechoka, amesongwa na misukosuko. Yeremia alikuwa kwenye mazingira magumu sana, vifungo na vitu vingine vilimfuata, lakini alifika mahali ndani ya moyo wake, kila akijaribu kukwepa neno linamwambia neva, lazima ulitumikie. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema, tazama anavyosema, uh, mstari ule wa kumi na mbili, lina lina uwezo wa kuchambua viungo na mafuta tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, na wala hakuna kilichostirika, hakuna kisichokuwa wazi mbele yake. Ukiwa na neno la Mungu utaona nuru ya Kristo ndani yako, hutakuwa na maficho maficho, hutakuwa na mambo ya pembeni pembeni, kwa sababu ndani yako kuna nuru ya uzima kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe na niwapeleke kwenye tafsiri nyingine ambayo mimi nimeichukua hii. E, ile neno anasema lijepesi kuyatambua mawazo ya moyo. Na Mungu amewekeza ndani yako, amewekeza ndani yako. Mithali ishirini, mstari mstari ule wa 27 anasema neno ni, neno anasema, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana hupeleleza na haku, uh, uh, hu, ni taa ya Bwana uh, na hu, hakuna mwanadamu asiye jitambua, uh, asiye jitambua ndani yake. Kila mwanadamu anajifahamu, na Mungu ameweka pumzi yake kama taa hiyo, ni taa inayoongoza hakuna uficho ndani ya maisha ya mwanadamu na hasa aliyemwamini na kumtegemea kristo ndugu zangu naomba niseme maneno haya tena neno la mungu ni uzima na roho ndani yetu anasema hayo katika injili ya yohana sura ile ya sita na mstari wa sitini na tatu roho ndiyo itiayo uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia, anasema ni roho tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe, anasema hivyo. Neno la Mungu ni habari njema iletayo uzima ndani yetu, yaani sisi wa Kristo tunapolipokea neno la Mungu tunapokea nguvu ya uzima ndani yetu, tena ni Kristo ndani yetu anaumbika Paulo alifika mahali akasema sio mimi ninaishi, ila ni Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama vizuri ule mstari wa Waebrania ule mstari wa kumi na tatu, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake na, nani, nani yeye aliye na, na mambo yetu ndani yake yeye Yesu Kristo aliye na mambo yetu. Hivyo Kristo ni taa na mwanga wa njia zetu, kupiti, kupitia neno lake, na hivyo huwezi kumficha kitu chochote kamwe, <clears throat> kwa sababu yeye a, amefanyika. Tumesoma vizuri ile Injili, anasema mtu akinipenda atanishika amri zangu ataishika neno langu na mimi anasema Baba atampenda, alafu anasema mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani yake. Neno linatusogeza karibu na Mungu, neno linatufanya tuwe washirika wa neema na baraka za Mungu, neno ni uzima na afya zetu. Wacha nimalize jambo la tatu katika kueleza tafsiri ya tatu. Tafsiri ya tatu, neno la Mungu linatajwa kama moto na kama nyundo. Yeremia 23 mstari mstari ule wa 29 anasema, neno langu, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo inayovunja vipande vipande anasema. Mungu hujifunua kwa, kwa neno lake kama moto uh, na nyundo. Mnajua kazi ya moto kazi ya moto ni kuyeyusha. E, inayeyusha hasira inayeyusha kiburi inayeyusha majivuno inayeyusha kila kitu. Kazi ya nyundo ni kuponda ponda kile kiburi kilichoinuka kinapondwa pondwa. Hujawahi kuona jambazi anakiri kumwamini Yesu? Kwa sababu ya lile neno lililopita kwenye moyo wake. Mtu aliyekuwa ameharibika maisha yake anapondwa pondwa na neno la Mungu, sawa sawa na ile nyundo kubwa inayogonga mawe mazito. Neno likiingia linarainisha, linafanya iwe na nafasi ya furaha na amani, na mtu anapokea kitu kikubwa kwa Mungu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Yeremia 32 anasema hakuna jambo lililo gumu, mstari ule wa 27. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mungu ametupa neno ambalo ndani yake lina nguvu kuliko moto, moto unaochoma na kuteketeza. Naeleza maneno yale, hatuna muda wa kufikiri kule, lakini ukilitafakari neno unaweza ukashangaa ukubwa na upana wake, uwezo wa kubadilisha watu walioshindikana, mtu aliyekata tamaa, mtu ambaye umemvunjia moyo. Kulikuwa na mwalimu wangu, mwalimu wangu mmoja kule Kigoma aliyenifundisha miaka mingi, yeye ulevi ulimchukua kiasi ambacho alikuwa hawezi kufundisha mpaka amekunywa. Asipokunywa anakuwa hawezi kujieleza, anashindwa kabisa darasani, mtacheka mpaka mshangae. Lakini mke wake alikuwa ameokoka, ameshika neno. Yule baba aliokoka siku za mwisho kabla ya kufa kwake, na alipookoka kapondwa pondwa, vile viroho vya ulevi vikaisha, akabaki ni mweupe, ana nuru ya Kristo ndani yake. Tamani hilo neno lipite kwenye moyo wako litafanya mabadiliko. Limebadilisha wa mama, limebadilisha wa baba waliokuwa hawawezekani hawa. Limebadilisha vijana, vijana ambao walikuwa hawana, huwezi kumwambia chochote. Nilifika hapa siku moja, kijana mmoja akanishuhudia wa hapa hapa, akaniambia namna ambavyo maisha yake yalikuwa miserable, lakini baada ya neno la Kristo kuingia oh alibaki ni kijana mzuri wa kutamanika. Tamani hilo neno liingie kwenye moyo wako lifanye mabadiliko katika sinodi hii, ili sinodi hii uondoke na nguvu mpya na roho mpya ndani yako, kwa sababu neno ni moto. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Labda nimalize kwa maneno ya Isaya, anasema, Isaya anasema Uh, mambo mazito sana uh, kwamba Mungu uh, ni mkuu sana kuliko unavyofikiri. Mungu ni wa kuogofya, anasema uh, mfano wa moto ulao. Anasema Mungu ni moto ulao. Usicheze na Mungu, usifikiri Mungu ni wa kuchezea vizuri kwa sababu Mungu akikupa neema ukaiachia mwisho wake ni majuto, na anasema Isaya 30 mstari wa 27. Aa, na ule uh, unaweza ukapata nafasi ukasoma baadaye, lakini nikupitishe kidogo kwenye maandiko yale, machache mambo mawili nataka uyanoti pale kwenye zabu Isaya hiyo hiyo 30, samani sana, naomba nikupitishe pale maana ndipo napotaka nimalizie. Halafu kesho tuendelee na kutayari juu ya hiyo neema iliyomo na nguvu iliyomo katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 30, kifungu cha 27, kifungu cha 27, mstari wa 30, sura ya 30, kifungu cha 27, sema, tazama jina la Bwana linakuja Uh, kutoka mbali sana anasema, linawaka kwa hasira yake, kwa, kwa, uh, kwa moshi mwingi sana unaopaa una juu. Ya midomo yake imejaa ghadhabu na ulimi wake ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Nataka nikuambie Mungu akishusha ghadhabu yake, usije ukafikiri ni ya kutania. Anasema ni moto ulao. Ghadhabu ya Mungu ni moto ulao, lakini huruma ya Mungu ni neema na baraka tuliyopewa. Jina la Bwana libarikiwe. Na msali ule wa 33 uh, somee mstari ule wa 33, anasema maana, uh, tofevi imewekwa tayari tokea zamani, naam, imewekwa tayari kwa mfalme wa huyo. Ameifanya kubwa, inakwenda chini sana. Tanuru yake ni moto na kuni nyingi, pumzi ya Bwana kama mto wa kiberiti huiwasha. Nasema nini hapa? Nachosema ni kwamba ukiona umepewa neema ya Bwana, mshukuru Mungu kwa sababu ghadhabu yake na hasira yake, yeye mwenyewe ni moto ulao. Bwana Yesu atuhurumie, yeye mwenyewe anasimama kama moto ulao, na tunayasoma hayo hata mahali pengine. Nami nataka nikuombe, ndugu yangu, sinodi hii, ebu ingia, uzame, ulione neno. Neno linabadilisha maisha ya watu wengi mimi nilibadilisha nikiwa na miaka kumi na nane wakati ule, na miaka kumi na nane niko najitahidi kupambana ili nami nionekane ni kijana. Nilikuwa nacheza mpira sana, mpira wa sawasawa, na nilikuwa nafunga magoli sio, sio utani. Na ukoo wetu ni ukoo wa mpira m wengine wanajua, Ed Bill Jonas Runyamira ni mtoto wa dada yangu. Tulicheza huo mpira, tulimfundisha lakini wakati huo nimechachamaa, ndipo nataka mimi na mimi naingia duniani, nikawa nimekamatana na kibinti kimoja cha Kiarabu. Kile kibinti nimekamatana nacho, alafu tumeweka maisha vizuri. Lakini sikiliza nikuambie ndugu yangu, kama Mungu amekukusudia, ha atakulinda na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kilichotokea nini? Nataka nimalizie kwa hiyo hadithi nzuri ambayo wengine itawasaidia. Nikwambie, Mungu anaweza kukutoa hata katika mazingira ambayo wengi wanasema utoki, lazamia akanitoa. Nikajitahidi wakati ule nakumbuka nime, nimefanya mpango na yule binti, nimefika mpaka nyumbani kwake, nimeingia chumbani, nisikia kishindo ambacho sijawahi kusikia, nikatimua mbio karibu nidumbukie kwenye choo wakati nakimbia, narudi usiku, nimelala, Mungu akanitokea katika, katika maono. Nikashangaa sana. Ule usiku niliona chumba nilicholala kimejaa nuru, ghafla nikaona kengele ya kanisani inagonga halafu inaishia. Nikasikia sauti na niita, So Sospeter unafanya nini? Nami niliogopa, nikatetemeka, nikashuka kwenye, kwenye kitanda nikapiga magoti, naomba sikiliza. Wakati huo ni mwanakwaya, lakini sina Yesu. Inawezekana na hapa wapo, ni wazee wa kanisa, ni wajumbe wa sinodi, lakini Yesu hawana. Iko neno la Bwana linaweza likakukarabati, likakutengeneza, likakufanya mtu mwema Baba wa heshima, mama wa heshima, kama lilivyonifanya mimi. Jina la Bwana libarikiwe, ni neno la Kristo. Sasa <laughs> nimemaliza, nime, nime, nime, nime usingizi pale. Nilikuwa na jirani yangu amelala, alikuwa Mwislamu, kumbe aliona kila kitu kilichofanyika. Halafu ghafla asubuhi hakunisemesha, asubuhi akaniuliza, ndugu kuna nini? Nikamwambia, sasa Mungu amenitokea halafu nikajifanya kupotezea <laughs> ndivyo wengi tulivyo. Kuna neno linakuja maana nasema nalituma neno ili litimize mapenzi yake. Wakati mwingine Mungu anakutumia neno lakini unajifanya kupotezea. Leo ni zamu yako, mpe Yesu maisha ili uwe huru na uishi maisha ya furaha na amani. Basi miaka miwili iliyofuata nikapata kabinti kengine, sasa nimejitahidi hapo naimba kwaya, alafu kale ka binti kakanipa kadi inayofanana na ITM, kale ka kadi kadogo ile. Kadi imeandikwa maneno yale, maneno yalikuwa yameandikwa, anasema mara upatapo kadi hii kadogo, basi upange tu ni mahali gani tutakutana. Alafu ndugu zangu, we <laughs> wa mama, waombeeni watoto wenu muwape na majina mazuri kama nililopewa mimi. Mimi ni kilichonifunga, nilipewa jina la mtumishi wa Mungu, walisema Sospita. Halafu mama akaongeza mtumishi wa nani? Nikafungwa. Sasa kale ka binti kamenipe ile kadi usiku, Mungu akanikabako, nikabanwa huo usiku sawa sawa. Sikiliza, hujawahi kulia? Nililia <laughs> nimekaa chumbani mwangu, alafu ghafla <coughs> nikaanza kusikia <coughs> Mungu amerudi tena kwa design ile aliyonitokea, alafu akaniambia mwanangu, achana na hayo. Asubuhi nilienda mwenyewe kujisalimisha kwa mchungaji na kale kakadi nikamrudishia yule binti, nikaambia ase nisamee, mimi mwenzio nimeokoka, naanza na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, sasa sisi tunaomtumikia Mungu, usije ukajaribu kumtumikia Mungu kwa mazoea, bila neno lile kupita ndani yako likaponda ponda vile viubishi viubi, ubishi, yale maisha maisha unaojaribu kuishi mwenyewe, unapojaribu kujitahidi, lisipopita likavunjavunja, hauwezi kutoka, utabaki tu ni wa kawaida na nataka niwaambie, huwa nawaambia mapadri nasema, nyinyi mmezoea mnasema watu wawaombee. Acha ushamba! Nani atakayepoteza muda na kuombea? Jiombee mwenyewe. Mungu amekuita umtumikie, usisubiri kuombewa. Unajua kuna watu wa ajabu sana, yani anafikiri mchungaji ameweka kikundi cha maombi, yeye haendi. Uh, wewe <laughs> wenzio tulishajua. Daudi aligundua Akasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Akang'ang'ana akasema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Kwa neno la Mungu unapata uzima wa milele. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutapata muda wa kutoka nje kwa ajili ya... kwa ajili ya... toka nje kwa ajili ya kupata kifungua kinywa na muda wetu tutakuwa nusu saa tu, alafu tutarudi tena kwa ajili ya kuendelea, tupate maelekezo ya jinsi ambavyo tutatoka na kwenda kupata